Na mtazamaji tunaendelea na mazungumzo yetu, na kwa kweli tumeyasikia mengi, mmeweza kusikia mashinani, uh, wananchi wamezungumza uh, na wakili ukiangalia kwa uh, ni kama wananchi wanaanza kujua haki zao wengi na, wanajua haki zao, sisi tu wanaanza, wanajua haki zao, lakini kuna mtu ameuliza kwamba, je, hebu tuelimisheni pia sisi tulio tunakuwa tunakwenda kufanya maandamano, tujue ni kitu gani tukifanya na sisi tutakuwa tuna kiuka haki za mwingine. Naam, kwa sababu wengi wanataka kufanya mm. kitu ambacho ni cha sawa, ndio wasilaumiwa, akaambiwa hata nyinyi mliharibu no. mli ni kitu no. gani ambacho mwandamanaji akifanya mm. atampa nafasi mwingine aseme ilibidi tutibue, kwa sababu alifanya hiki na hiki na hiki no. mwanzo, uh, nitawaambia ama niwaeleze wananchi uh, uh, wakati unapofanya uh, maamuzi ya kwamba wewe utaingia barabarani kwenda kufanya maandamano ni haki ya yako na hiyo haki imekusudiwa katika article 38 ya kikatiba. Kwa hivyo haumizi mtu, ama sio vibaya kwenda uh, kwa maandamano mm -hmm. na vizuri pia serikali ijue maandamano hayaishi, na sio ruhusa watu kuomba kwenda maandamano. Sasa mwananchi anapoamua kwenda maandamano, kunaye uh, jaji wa Supreme Court ya US anaitwa Oliver Wendell Holmes aliweza kusema uh, kwa kizungu ya kwamba wakati wa maandamano, the power of your fist ends where my nose starts, ya kwamba wakati umeenda maandamano protests, peaceful protests, nguvu ya ngumi yako inaishia mahali pua langu linaanza, hivyo kwamba wewe unachotaka kufanya fanya, lakini haki zangu usije ukaziguza hata kidogo. Kama wewe ni askari, kama wewe ni mwananchi, kama wewe ni mwananchi na umeamua kuingia moyave ni kufanya maandamano, jua ya kwamba hiyo street ina wafanyabiashara, ina watu wengine wametokelezea pale, mtu anauza maski zake, mwingine askari ametokea kulinda mali ya wengine, na pia askari aelewe, wewe pia umetokea kulinda ama kuhakikisha umeweza kuambia serikali kuhusu haki zako ambazo unafikiria zimekiukwa, hivyo kwamba lazima sisi wote kama wananchi, kama ni kiongozi, kama ni mwananchi wa kawaida, lazima tuelewe haki za mwenzako zinaanza mahali zako zinaishia. Na ni vizuri niweze kuambia um, serikali na wananchi na wasikie vizuri, maanake sijui kama ni watu hawasomi, uh, lakini kwa wasomi wataelewa ya kwamba serikali ilitoka wapi maanake kitambo sana zaidi jadi, hakukuwa na serikali, lakini kulikuwa na ile kitu ilikuwa inaitwa social contract theory, ya kwamba wananchi waliungana wakasema, maanake hatuna kiongozi uh -huh. Sisi wote wacha tuje tuchague viongozi, watu kadhaa miongoni mwetu, tuwape rights zingine zetu waweze kukua wanatulinda na wao sasa, tuwape jukumu na tuwaambie mkifika pale, mtakuwa mmekiuka basi msivuke msi, msi, msi, msi ule mpaka. Kwa hivyo tagu jadi haya mambo ya, ma, ya, ya maandamano na uh, mvurutano baina ya serikali na wananchi imekuwa na heshima ya majukumu ya serikali Am, na haki za wananchi, ndio huwa kwa mara nyingi, Rashid, huwa hazipatani jukumu la serikali na haki ya mwananchi, na niweze kusema. E, pengine e, Bwana George pengine nikiangalia hapa ndiye aliweza kuwa e, mwaka wa 1992 na kitu ambayo ilifanyika juzi, ilifanyika tena 1992 ya kwamba lile vuguvugu vugu, la YK92 lilitumika sana katika aa, kupiga watu na walikuja na ile shughuli walikuwa wanaita majiboiz na tuliona hapa Nairobi e, juzi vijana asubuhi wana rungu na wanajirekodi na wanasema, sisi tumetokea, lazima turinde hii serikali na lazima turinde mji. Hao ni wananchi, Rashid. Kunao wananchi wengine wanasema, sisi lazima tunaingia eh, jiji na lazima haki zetu tuje tuzilinde. Hao ni wananchi, alafu tena kuna serikali ambayo kwa, kwa, kwa streets Mami, ilikuwa inasimamiwa na askari polisi na askari polisi wametokea wako na haki kuwalinda, au hili vuguvugu ambalo nasea inalinda na mji na pia wana jukumu la kulinda, kulinda waandamanaji eh. Sasa askari wakuelewa wako katikati, kuna hawa wananchi ambao wanataka kulinda jiji na kuna hawa wananchi wengine ambao wanataka kulinda haki. Sasa wao walikuja, ni kama walikuja kusimamia wale ambao walikuwa wanakuja kulinda jiji, na kwa hiyo kulinda jiji yao ilikuwa ni kama walikuja kuwaumiza wenzao na institutions zetu. Kwa ufupi ni kwamba uh, afisa polisi kwa kwa pale atakani kuchagua au atakani kuchagua maslahi ya watu wote, nataka ulinde maslahi ya masla kila mtu. Na hiyo ndio ningezungumzia hapo, nilikuwa naenda independence naam ya institution zetu kama nchi. Tukiangalia institution kama IPOA, hivi karibuni wametupa stori nyingi sana. Ulimsikia pale eh, uh, Bwana Hassan akisema in the last four months, miezi nne imepita, wamekuwa na issues ama ripoti ishirini, zaidi ya ishirini ya watu ambao wameuliwa katika police stations, na niko na uhakika ya kwamba ni nyingi zaidi. Sasa ile IPOA is it very independent? Askari wetu wako independent kweli, ama kama uh, George anavyosema wako na mahali pengine, wanajua sisi nguvu yetu inatoka mahali fulani hivyo, kwamba atuangalie nyinyi, tunajua nyinyi ni wananchi kama sisi na. Lakini tunaye mtu ambaye tunamwogopa na tusipomwogopa tu, tu tusipofanya vile anataka na. Labda pengine mimi nitapelekwa Marsabit lakini wajue kuna ile tunaita individual responsibility ile jukumu ya ubinafsi, wewe kama askari utapambana nalo wewe mwenyewe, wewe mwenyewe siku moja no. Inaweza kuwa sio kesho, sio kesho kutwa, lakini one day no. Utaweza ku, ku, ku, kupatana na, na, na, na sheria na ni vizuri pia wajue ulimuona na, na serikali, ni vizuri waweze kuzungumzia hili jambo. Kunaye kijana mmoja hao wenye walikuwa wamebeba rungu, wa, alishikwa na hawa waandamanaji na waliweza kumpiga vita. And you see, wakati serikali inanyamazia jambo kama hilo ama wakati serikali ina, inajaribu kufunika ama kusupport jambo kama hilo na. They are creating a recipe for chaos. Na tunaelekea katika uchaguzi 2027, itakuwa ni jambo la kushtua, ndio pale, itakua, itakua, itakua, sana, pale ambapo ndugu yangu waponywa kwa anazungumza mm, nasema kwamba kwa kile ambacho kinafanyika inamaanisha tukienda hata kwa mm, maandamano mengine mm, mm, nasema aombe mabaya lakini anatarajia kwamba kutakuwa na hali mbaya mm, zaidi naam, mm. Je, tufanyeje? Waponyo, sio kama mm, uh, uh, umebadilisha mtazamo ama unataka bado kupitisha ujumbe wako? Ah, uh, bado nataka kupitisha ujumbe wangu na. Unajua hii injini yetu sote na vile nilivyosema, tufanye nini? Tufanye nini? Sitabaki kwa wakenya na wengi ambao wanatusuta mimi nawaita kama commercial activists. Wanatokea kuambia wakenya, wana insight wa Kenya kuambia wakenya nje iende mahali pazuri, ni hawa ni commercial activists ambao wanapenda vurugu, wanataka kuona vurugu katika inji. So that president ambayo ulioko, unajua hii mambo yote unaona, it's not about even police brutality, about something It's all about uh, the president, uh, they want Mr. Ruto to go na hiyo sio agenda ambayo tunahitaji. Ukikumbuka walianza kuwa uh, mheshimiwa, uh, not mweshimiwa but Mr. Lagat ambaye ni DIG waskari aweze kustep aside. He did the same. hata natumai leo ama sijui siku gani atakuwa naenda ipoa. huyu ni mtu ambaye is a seasoned police officer yes, hii mambo imekuwa, ime, imemshika imemshika ime, ime in a way, lakini kwa kweli ni kuwa huyu ni mtu ambaye amekuwa kwa force for a very long time. In three or so months time, he is the one who is supposed to be the next inspector general, so he hii, uh, tuhuma ambayo Bana Lagata anapigwa, it is a way broader uh, perspective yenye ukiangalia kwa kwa e, mambo yaliyozungumzwa na hata na inspekta wale na wa polisi alisema malalamishi kwa imetoka kwa mtu hatukatai mtu, atuka, malalamishi naweza toka kwa mtu yote. Rashid, mimi najiuliza, <coughs> hivi ingekuwa hii malalamishi imetoka kwa mtu ambaye ana kazi kama mimi, ningekuwa najiambia ni jiuzulu. Kutoka kwa nini wewe ukiripoti kuwa mtu fulani amekukosea <coughs> Wewe una jukumu katika ile police station but, but manake the moment you report someone you become a normal citizen you're no longer acting from the point of I'm the deputy inspector general that's why as a man who believes in the rule of law. He had to step aside to let all the processes go. However, ningeomba kusema hivi. Sisi tumesema uh, Lagat resign uh, uh, aka step aka, aside saa hii juz, jana uh, juzi askari amefanya tena maovu kama hayo hayo, mbona ujasikia vilio vya kusema IG of police Kanja a resign? uh, Is it because anatoka katika mlima na hii kelele yote ni ya kutoka huko mlima ina, ina, inaangaziwa na Mheshimiwa Gashagwa. Ukiwa very keen hii mambo yote incitement inatoka katika my leaders. Ukiangalia uh, Mheshimiwa Gashagwa alifanya interview akasema 2027 itakuwa kama Christmas party. Unajua kile inamaanisha 2007 kukuwa kama Christmas party. watu zaidi elfu moja waliwawa watu walipoteza makao watu walipoteza maisha Wezi wewe kama kiongozi umekuwa the deputy president of this country. You go on a national, uh, uh on a national TV or rather an online TV and try to proclaim such utterances. Those are not utterances we want in the country I'm, I'm, I'm, I'm telling this to my fellow Kenyans. The, uh, the, uh, the, the, the, the, deputy, the, the deputy, the former deputy president must be arrested so that he can also give a statement on what exactly he meant. Kwa sababu Rashid, hii nje hatutaki iende katika vita na tutaki ma leaders ambao wanakuja kutu inside kila saa. Mheshimiwa gashaga anatambia uh, mheshimiwa lagat a resign alisema hivyo no. Lakini tunasema ya kwamba wewe unasema mheshimiwa lagat atoke katika ofisi, ndio ametoka, mbona unaendelea ku inside vijana waweze kutoka nje? kuna swali umesema ume, no. ume, ume, ume, umesema peningi, pia, lusi, na labda pengine ngeemba pia Lucy na nyote tawapa nafasi kabla uendelee, kuna swali la maana no. sana umezungumza, amesema no. Kwa palipotekea matatizo ya kwa uh, kifo cha uh, marehemu mwalimu Albert Ojwang', na swali amezungumza akasema shinikizo lilikuja kwamba naibu inspekta jenerali wa polisi akae pembeni na shinikizo likawa kapa. Anauliza swali kwamba juzi tumeona mauaji kusikitisha sana, polisi ambaye anampiga mtu risasi ambaye hata hajakataja kaidi ya agizo la kukamatwa la kitu fulani, anauliza mbona kimya? Ndo hiyo Rashid, before umwambi, tafadhali niruhusu tu nimalize hii uh, sentensi moja. Ndo maana waziri Murkomen unajua, hii this is a systemic problem we are solving about police brut brut brutality. Maskari hawajaanza kuua watu wa Kenya jana, maskari hawajaanza kuua watu wakati wa Ruto, maskari hata wakati wa Uhuru waliuwa watu vibaya sana, maskari wameua watu wakati wa Kibaki, maskari wameua watu wakati wa Moi. Ndio maana waziri Murkomen alitoa statement, akatoa the things the reforms they would like to do in the, in the police service. However, people like leaders like uh, the former CJ Maraga he was part of the, of the task force ambayo ilikuwa ina, ina advocate for the reforms in the police nini, lakini yeye ndio mtu wa kwanza kuweza kushtumu kile. Naambia wa Kenya, tusipoliticize everything, we can't be tukio likitokea katika nchi wanasiasa ndio wanachukua mwito wa kwanza, kuwezi kusema hivyo. Ndio tunaenda atusaidiki, kama vijana na tusaidiki kama nchi. Ukiangalia, ndio maana nilikuwa nasema ma leaders, ndio maana na point out mheshimiwa Gashagu kwa sababu yeye ndiyo anas, anajaribu kusuta watu sana na, nasema hivi, kama tunataka kuleta kubadilisha maisha ya vijana hapa katika Kenya, tuwache siasa ya ukabila, Tuache kusema siasa ya uchochezi tukuwe nah, nah, na siasa ambayo itaweza kubadilisha maisha ya watu ah. Tuongele the unemployment rate. Rashid, umeona vijana jana na marungu town. Hawa vijana wako town kwa sababu hawana kazi ya kufanya, inafai tupatie hofu sisi wote kuna swali kuna swali takuliza, uh, manake hapa takatuweza kuangalia uh, sana haki wengao na mlinzi uh, kwa sababu tukatuangalie, tutazungumza kwa kirefu uh, katika mada maalum. Kuna vitu viwili nataka labda pengine waponye ujue ambavyo ni vya kimsingi kwamba jina la, la, la, uh, naibu inspekta jenerali wa polisi lilikuja kwa sababu ya kwamba kwa mba... Yes. kwa, kwa, kwa, kwa haya mengine ambayo yanaendelea ambayo yalifanyika ya jana ya. Yes. Tusubiri watakapofika mahakamani kwa sababu hapa hakuna mtu amesema kwamba nilipewa agizo fulani kama alivyozungumza George msa. Lakini kama watatupa agizo la jina la mtu mwingine no, no, no, ke... kwa, kwa kitu kikiapa ni katika inji. Kitu chochote kikifanyika katika inji mnasema, ikif kitu ikifanyika, polisi ameua mwananchi, ndio mbona msiseme? Tuko na double standard katika inji na muna. Sisi kusolve shida zetu kama wa Kenya lazima tuache hypocrisy, sawa. Bona, asante kwa maoni yako, taheshimu. Na umeanza na kauli moja, ukasema kwamba uongozi ni dhamana, naambia amepewa dhamana ya uongozi huo hapa sasa hivi si mwingine isipokuwa ni uh, Daktari William tumanan... ame, <laughs> <AIG>. So <laughs> kuna, exactly. Kuna kitu George Msamali amesema kwamba mnapokuwa mnakwenda katika <laughs> maandamano, nafikiri ametuelimisha sana kwamba kuna mtu ambaye anaongoza kikosi kile ambacho kinakwenda ameeleza, ah, ameeleza kwamba hata maandamano alifanyika pale, lazima kuna kiongozi ambaye kwako mm -hmm. Anaongoza kile kikosi kilichokwenda pale ndani mm -hmm. Na ndembe atakuwa anatoa amri ya kwamba tutazunguka na pale, tutasimama na pale, tutafanya hivi na hivi. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna lolote ambalo ni zuri basi yule atakuwa anachukua jukumu kwamba aliongoza maandamano kwa, kwa uzuri. So kama kutakuwa kuna baya, ndio maana ametuambia kwamba kwa wale ambao watakuwa wanafika pale mahakamani leo yes, wale ambao ni maafisa wale wawili yes, tusubiri tusikie atakachokizungumza, alafu sisi tutajua nini ambacho watakuwa wanakizungumza kama Rashid kuchangia tu kwa ufupi, kuchangia tu kwa ufupi. Hapo jana nilimwona kamanda regional commander wa Nairobi Bwana Seda alitoa kauli na akasema wako na operational plans. Naam. Naam. ambazo watakazozitumia tarehe ishirini na tano na akasema atawahakikishia wananchi usalama wakati wa maandamano, waelewa kwamba amechukua ile lile jukumu na huo ndio mwelekeo ambao Naam. sisi tunautaka hivi sasa. Wananchi pia wanakuwa na pale wakijua kwamba tunakwenda kuandamana, lakini kuna mtu ambaye ametuhakikishia usalama. Uh, yes. Yes. Yeah, na, bila shaka nataka Njeri uzungumze kabla tuende kidogo uh, kwa dakika moja kabla tuende mapumzikoni. Yeah, nataka kusema ya kwamba unajua, imekuwa ni it has become a normality of this regime. E, kila kitu ikifanyika ni Rigadhi Gashagwa, kila kitu ikifanyika ni Rigadhi Gashagwa. Na kwa sababu ninavyomsikiza ni kana kwamba anakunywa chai na waongozi wa hii nchi, atakaporudi si kitu mbaya, ni ni vizuri <laughs> ni vizuri. Atakaporudi Rigadhi Gashagwa, kabla hamjashika Rigadhi Gashagwa, Faruk na Sudi wanafaa kuwa wakiandikisha statement, walimaanisha nini waliposema ya kwamba kura zitoshe zisitoshe, mtu atabaki kuwa. Nataka niseme ya kwamba, ngoja kwanza tulia, ngoja kwanza, najua <laughs> Rashid, mtu seme ukweli ni kusema ya kwamba hauwezi ukatuambia ya kwamba Rigathi opposition ilichukua polisi wake ikaenda ikawachukua nani Ojwang, au polisi wako katika nini ya serikali? You cannot accuse opposition of using police officers, kwani nani mwenye ako na hii se serikali? You cannot accuse opposition of police brutality. Rigathi Gachagua hapati polisi wote mamlaka saa hizi, hata askari wa kumlinda yeye amenyanganywa, walio aligned katika wa Munyoro Munyoro, e, the side of wa Munyoro, e, kina Jane Kihara kina Wanjiku Muhia wamenyanganywa polisi. Itakuwaje tena, unasema ya kwamba Rigathi Gashagwa ndiye ana insight watu? Na nanikuambia kwamba hivi watu wa Kenya wataenda maandamano Rigathi Gashagwa akue asikue. Watu wa Kenya wataenda maandamano viongozi wa kisiasa wakuwe wasikue 25th next week watu watavalia mask, viongozi wa siasa wakuwe wasikuwe. Kwa hivyo kama serikali inafikiria kwamba Rigathi Gachagua is the one that is making us to go for mandamano, no, we are going because aliyeuliwa ni mwalimu ni Mkenya mw mwenzetu, sio mwanasiasa. Jana aliyeshutiwa ni kijana wa ambaye ni yes na isa ku uh, comrade kwa hivyo, niambie serikali ya kwamba don't try play this game of bringing the political aspect to say that nani ana insight na insight nani hata Poli politicians wakiondoka tutaenda maandamano. Nitakuja nyote niwape nafasi mchangie, nitakuja nafasi niwape mchangie <laughs> na nitatafuta mada ya kuzungumza kuhusiana na masuala ya kisiasa sana sasa hivi, tunazungumza masuala ya haki iwe ngao, na nimewasikia taa, tutaelekea tuelekee Taita Taveta kwanza, tukirudi tutakuja kuendelea na wageni wangu ambao wako hapa studioni na kujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Taita Taveta, ambapo katika mada yetu tunapoangazia uhusiano baina ya maafisa wa usalama na wananchi na hasa vijana wa Gen Z, je, ni kipi ambacho kifanyike ili kuona kwamba uhusiano huu unarudi kama ilivyokuwa hapo awali? Na nimeweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii, na haya ndiyo maoni yao. Polisi wanatumia wa nguvu, nguvu za kupita kiasi kwa vijana wetu wadogo hapa Kenya wakati wanaandamana, na maandamano kulinganisha na katiba yetu. E, maandamano ya amani ya yako katika katiba yetu ya Kenya. hivi, hivi, hivi, hivi matendo, vitendo vya polisi vinastahili vikome kabisa, hatutaki kuvisikia tena, na katika polisi na wananchi kidogo, wananchi wanakuwa na amani yao kidogo, imeluzi ime imepungua kwa sababu sasa natakaa piki, pia sababu polisi ni kama ndugu zetu, kama ndugu zetu. Alafu tena polisi nika, yani ni wa, wa, wengine ni watoto wao sio, natakaa na wa, waelewe, wale ni kama watoto wao, wakifanya, wakifanya vibaya wawashike. Eh, langu ni kwamba hizi visa zinatokea kwa sababu baadhi ya vijana ambao wanaenda kufanya maandamano, wengi wao, kuna wale ambao wako na nia mbaya, ambao wanaenda kufanya nini? Wanaenda kuprovoke maofisa wa polisi. Unaona afisa wa polisi anapigwa, mwingine ananyanganywa bunduki, mwingine anafukuzwa, mwingine analengwa mawe. So unaona provoking a police officer ni mbaya sana, kwa sababu ile kitu wana, ile kitu wako nayo ni kitu ambacho ni ya kujidefend. Kwa hivyo mimi ningeambia tu majenzi, kama vijana ambao wanaandamana, waandamane kwa njia ya ustaarabu. Tumeona pia vijana wanahusika kuiba maduka ya watu wakileta hasara. Hakuna siku maandamano itakuwa ni kuibia wananchi ama kuvunja maduka ya watu. Wanarudi tena, wanaongezea visa vingine ambavyo havieleweki. Tukiangalia, ndugu wetu amepigwa risasi katika mazingira, pia wakati anaandamana. Ukiangalia huyo ndugu ambaye amepigwa risasi, alikuwa hata kabisa hayuko katika mazingira ambayo eti tuliseme labda alikuwa amebeba silaha yoyote, alikuwa ako kazi wanapoandamana waandamane kwa njia ya, ya kistaarabu pia, wote kwa pamoja tukiandamana kwa njia ya kista, eh, kistaarabu na pia maofisa wetu wa, wa kulinda usalama pia nao wa, wafanye kazi yao kistaarabu, hakutakuwa na hizi keo ambazo tunaziona kwa saa hii. Ndio maoni ya wakaazi wa kaunti hii hapa, wakitoa wito kwa maafisa wa usalama weza kuangazia suala zima la sheria wanapofanya kazi zao za kila siku, hasa kudhibiti waandamanaji wanapoenda barabarani kwa ajili ya kudai haki. Nikiripotia runinga Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Na mtazamaji, hapa mada ilikuwa inaendelea uh, kwa wananchi bado wanatoa hisia zao, lakini mimi nasema kwamba tuna kila sababu uh, ya kufuatilia kwa makini yale ambayo yamezungumzwa na, uh, na ndugu zetu, maanake ndio maoni ya baadhi ya Wakenya. Kila mtu ana uhuru wa kuzungumza anachokizungumza, bora hatu ajue kwanini anazungumza nacho kizungumza kwa. Tutachukua mapumziko mafupi tukirudi itakuwa eh, tunaendelea uh, na hii mada yetu katika siku ya leo huku uh, tukijua haki za polisi ni zipi haki za mwandamanaji ni zipi, na ni wapi tutakuwa tunakiuka haki ima za polisi ama za anayeandamana. Tukipata tu mzani hapo katikati, naamini kila kitu kitakuwa sawa. Atakayeandamana ataandamana bila wasiwasi wote, na atakayelinda waandamanaji atalinda bila kukiuka haki za mwandamanaji, manake zake pia hazijakiuka.